Mwana simba uyu ambaye anataka kulia kwa furaha, wachezaji wa RC Berkane wanamfuata Beida mwamuzi wa mchezo ule. Wakati huo tayari mechi imeshabadilika kwa namna nzuri kabisa. Tazama katika nafasi, wamevunja wow, ukuta ule uwa, oh, wow! Lukaza James Samuel Budo, pasi nzuri ya Eli Mpanzu, kibisawala ikamkosa Dese Mkwala, lakini Munir Muhamed akitafuta nguzo ya pili ile, alikuwa amefika budo Mutale kwa mguu wake wa kushoto. Ni mfupi wa kimo, lakini mrefu wa maarifa. Anaiweka ina ile na inaenda kutikisa nyavu za amani. Uwanja unatapika, on aggregate mbili moja, mikono kiunoni na Yusuf Meiri anamfuata kocha wake, wanapeana maelekezo wakati huo